aya ya kwanza hadi ya kumi. Na injili inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya kumi na tano, aya ya kumi na nane hadi ya ishirini na moja. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake: iwapo ulimwengu ukiwachukia mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi niliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Likumbukeni lile neno nililowaambia, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Lakini haya yote watawatenda kwa ajili ya jina langu, kwa kuwa hawamjui yeye aliye nipeleka. Neno. Na tafakari yenye ujumbe usemao uthabiti katika kumfuasa Kristo. Sisi kama wafuasi wa Kristo ni dhahiri kuwa katika maisha yetu ya ufuasi kwa Kristo madhila, kadhiha, manyanyaso, mateso, masengenyo, chuki, fitina na madhalimu, dhuluma za kila aina, hatuna budi kukabiliana navyo. Maana ni sehemu ya maisha yetu sisi ambao tumeamua na kudhamiria kutoka ndani kumfuata Yesu Kristo na kuwa tayari kumdhihirisha na kumfikisha kwa wengine kwa matendo na maneno yetu. Hayo yote tutakayopitia na tunayopitia katika maisha yetu yasiwe sababu ya sisi kurudi nyuma katika ufuasi kwa Kristo, bali yawe chachu katika kutuongezea bidii zaidi ya ufuasi, na kutufanya kuwa wanafunzi hodari wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwani Waswahili wanasema hata dhahabu hujaribiwa na kusafishwa katika moto, na ndipo inakuwa bora na safi. Madhulumu ya kanisa ni madhulumu ya Yesu. Rejea waraka wa kwanza wa mtume Yohane kwa watu wote sura ya tatu, aya ya kumi na tatu. Madhulumu yanamfika mwamini si kwa njia ya jina la Yesu bali kwa njia ya kutangaza utambulisho wake Mungu wa kimungu kama Bwana na Mkombozi. Ndugu wapendwa, tuko katika kipindi cha Pasaka. Katika kipindi hiki cha Pasaka tunasherekea kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kristo amefufuka, Kristo ameshinda mauti, Kristo ameshinda uovu Kristo ameshinda mateso. Kufufuka kwa Kristo hakuondoi mauti, hakuondoi mateso, lakini kwa kufufuka kwake Yesu anatuangazia nasi na kutupa mwanga mpya wa kutazama kifo na mateso. Yesu anatusaidia kufahamu kwamba kifo, uovu na mateso siyo vitu vya mwisho katika maisha yetu. Tunaalikwa kubeba mateso pamoja na Kristo. Tunaalikwa kupambana na uovu na kuona kifo kama njia ya maisha mapya ya muunganiko na Mungu. Kufufuka kwa Kristo ni nguzo ya imani yetu. Ufufuko ni chanzo cha matumaini kwa sababu Yesu ametupa uwezo na nafasi ya kuweza kuokolewa wokovu Kristo ametupatia kwa kufufuka kwake. Ndiyo kusema kufufuka kwa Kristo ni kilele cha upendo wa Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu, ni upendo ambao unaupyaisha maisha yetu, ni upendo ambao unatupa maisha sisi kama waamini wa Kristo mfufuka tunatakiwa tuupeleke upya huu wa maisha kwa watu wengine, kwa watu wanaotuzunguka. Ndugu wapendwa, tukiwa bado tunaendelea na mwaka wa Jubilei wenye kauli mbiu isemayo mahujaji wa matumaini, au mahujaji katika matumaini, sisi ambao tumepokea upendo huu na tumaini hili kutoka kwa Kristo mfufuka, tunaalikwa pia wapelekea tumaini hili watu wengine. Wako watu wengi wanaohitaji kusikia neno la faraja au neno la tumaini kutoka kwetu. Wako watu wengi wanaotamani kupata hata kitendo cha faraja au kitendo cha matumaini kutoka kwetu. Swali la kujiuliza ndugu zangu: Je, maisha yangu mimi na wewe tunayoishi yanapeleka matumaini kwa wengine? Je, kuzungumza kwangu kunampa mtu tumaini? Je, kutenda kwangu kunampa mtu tumaini? Je, kuishi kwangu kunamfanya mtu awe na tumaini? Katika kutafakari maswali haya, kila mmoja ajitafakari na kujiangalia yeye mwenyewe, ni kwa namna gani yanazungumza ni kwa namna gani anatenda, kwa namna gani pia anaishi. Huenda ikawa tumejaza maisha yetu kwa maneno yasiyofaa, matendo yetu badala ya kuwapa watu matumaini yanawapora na kuwanyima hata kuwa na lepe la matumaini katika maisha. Ndugu wapendwa, kauli mbiu yataka tupeleke matumaini. Tuko katika mwezi wa mama Bikira Maria. Mama huyu Bikira Maria, yeye ni mama wa matumaini, yeye daima alimtumainia Mwenyezi Mungu katika mambo yote. Mama Bikira Maria awe chanzo cha kutuonyesha sababu ya kuwa na tumaini thabiti kwa Mwenyezi Mungu. Mama huyu pia anatupatia tumaini kila siku katika maisha yetu, hasa tunapoomba ile sala ya Rozari takatifu tunapata tumaini katika maisha, tunapata nguvu ya kuendelea mbele, tukiamini ya kwamba daima Mama Bikira Maria yupo nasi katika safari yetu ya maisha. Yuko nasi anatuombea, yuko nasi daima akiambatana nasi kila tuendapo. Tunapoendelea na mwezi huu wa Mama Bikira Maria, tuendelee kumwomba mama huyu ili sisi kweli tuweze kulipeleka lile tumaini ambalo tumelipokea kwa Mwenyezi Mungu, tuweze kulifikisha kwa watu wengine, nao pia wapate tumaini hilo hilo tulilolipata sisi kwa Mwenyezi Mungu kupitia sisi. Wanapopata tumaini hilo, basi nao pia wawe tayari kulifikisha tumaini hilo kwa watu wengine Ndiyo, kwa kufanya hivyo tutakuwa kweli ni mahujaji wa matumaini, kwani tutakuwa tumetoa matumaini kwa watu wengine, na hayo matumaini tuliyowapa yamewapa nguvu, nao pia wametoa tumaini kwa watu wengine. Nawalika ndugu zangu, tuendelee kumwomba Mama Bikira Maria aliye msaidizi wetu, kwa sababu kwa mapendo yake ya kimama anatuangalia sisi tulio ndugu wa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo ambao bado tunahiji na kuishi katika hatari na taabu, mpaka tutakapofikia kwenye furaha isiyo na mwisho, yani kwenye makao ya furaha mbinguni. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Deogratias Macha wa shirika la wamisionari wa, wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!